Tena huyu hapa Markia Zuchu mke wa Diamond Platinum, hapa utaona jinsi gani alivyopendeza e, katika siku ambayo ilikuwa ni sherehe ya harusi ya mtoto wa Dr. Hussein Ali Mwinyi huko Zanzibari. Zuchu alivaa vazi lake hili ambalo liliweza kuwaacha watu midomo wazi baada ya kuweza kuonekana katika video mbalimbali pamoja na posti ambazo zilimwonyesha Zuchu akiwa ametokelezea kwelikweli kuweza kupendeza sana. Huyu hapa mke wa Diamond Platnumz amenenepa sana e, tunajua kwamba kwa sasa ni mja mzito, hivyo ana kila sababu ya kuweza kujidai na kuringa na kutamba katika mitandao ya kijamii, kama unavyomwona hapa. Markia Zuchu alitokelezea kwelikweli, alipendeza sana na vazi lake hili la kinijeria kuweza kuwacha watu midomo wazi baada tu ya kuweza kuonekana katika shughuli hiyo ya harusi ya mtoto wa rais wa Dr. Hussein Ali Mwinyi huko Zanzibari mm, this weekend na kuweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hapa utaona ni jinsi gani mke wa Diamond Platnumz Markia Zuchu alivyokuwa mrembo kulikweli, mm, Diamond Platnumz hakukosea kuoa hapa e, kweli mke alipata E, Malkia Zuchu mtoto mstaarabu mwenye heshima na hekima zote mwenye uvumilivu e, na kuweza kuwa chachu ya maendeleo katika familia ya mseni Diamond Platnumz. Hivi ndivyo ambavyo iliweza kupendeza sana katika kusherekea harusi ya mtoto wa rais huko Zanzibari. Yeye pia aliweza kupata mwaliko mkubwa kwa Kue heshima kuweza kwenda kutumbuiza e, ukumbini na kuweza kuwakosha watu humo ndani ya ukumbi kwa kuimba nyimbo zake mbalimbali. Nadhani mbali. Uliweza kushuhudia uh, video zake ambazo ziliweza kutrendi zikimwonyesha akiwa ukumbini huko Zanzibari, akiwa anatoa burudani kwa watu wote ambao waliweza kupata mwaliko kwa ajili ya kwenda eh, kushuhudia tukio hilo kubwa la harusi ya mtoto wa rais huko Zanzibari, na kuweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii yeye mwenyewe mke Diamond Platnumz aliweza kupendeza sana, alimwagiwa sifa nyingi sana na watu mbalimbali ambao waliweza kuwepo humo ndani ya ukumbi walimwagia sifa mke wa Diamond Platnumz, na kuweza kumpongeza Zuchu kwa kuweza kuolewa sasa, kuweza kustirika kuwepo katika ndoa ambayo aliweza kufunga siku za hivi karibuni. We, mashabiki pamoja na watu mbalimbali ambao waliweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya harusi walimpongeza Zuchu wa kumpa hongera kuwa mke bora kuwa mke wa halali wa Diamond Platinum, jambo mm -mm, hili ambalo liliweza kutrend sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Hivi ndivyo ambavyo uh, Marikia alipendeza sana mke wa Diamond Platinum katika shughuli hiyo iliyofanyika huko kwao Zanzibari, katika kusherekea harusi ya mtoto wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na kuweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine.